Nam, ni habari njema kwa jamaa mmoja aliyougua maradhi ya saratani ya koo kwa miaka miwili, kisha baada ya tiba kutangazwa kwamba hana chembe ya maradhi hayo kabisa. Akizungumza na mwanahabari wetu Hamza Yusuf, Abdirizak Mohammed amedai kwamba uraibu wa sigara ulimwambukiza saratani ya koo. Mtazamaji, tunakutahadharisha kwamba baadhi ya picha za Abdirizak akiugua sio nzuri kabisa. Katika kituo cha matibabu ya saratani kilichoko hospitali ya rufaa ya Garissa, Abdirizak Mohammed anatoa shukrani ya dhati kwa Mola kwa kumpa nafasi nyingine ya kuishi baada ya kupambana na saratani ya koo kwa miaka miwili. Daktari wake wa karibu Ibrahim Idle anadhibitisha safari hiyo ngumu abdrizak tolerated the treatment after the last day and uh, weve wolked the jan with him all through the whole team the palliative, the nurses, and the doctors even i remember some of the team was going to his home to go and know about his situation we were in contact with the relatives he was calling us and in may 2025 Abdirizak had no symptoms at that moment kile kilichoanzia kama maumivu madogo ya kawaida shingoni kiliishia kwa masaibu makubwa yaliyomwandama kwa muda mrefu. lakini hali nilipata kidonda kidogo, ilitokea kule ndani kwa mdomo, lakini baada ya kutumia antibiotics mingi, hiyo kidonda imekataa kuisha, ikabidi itolewe. Biopsi ikatumwa lancet Nairobi, nyama kidogo ilitolewa pale, ikatumwa lancet Nairobi, ndo wakasema niko na kasonoma. Abdirizak baba wa watoto watano hakuwahi kufikiria kwamba siku moja angejikuta akipitia matibabu mazito kiasi hiki, hali iliyomweka mbali na familia yake na kumweka kwenye mstari mwembamba kati ya maisha na kifo. Watoto mama wote walikuwa wanaona kama mimi nimeenda Ilikuwa inaumiza. Kwa mjibu wake, kutibu saratani yako ni gharama kubwa yenye maumivu na inayomchosha mtu kimwili, kiakili na kifedha. Nilipambana naye, ilikuwa ni vigumu kwa sababu hata bodi imini yangu ilienda chini. Mimi Hamza, saa hii nikikuonyesha picha zangu wakati ile, nilikuwa na nini na, na, na nilikuwa nimeadhirika, hautaamini ni mimi. Anasema katika kipindi hiki kigumu watu waliowachukulia kuwa familia wa karibu, marafiki na hata majirani walimkimbia kwa hofu ya kuambukizwa. Aliyemsalia karibu ni mkewe na watoto wake tu, waliomshikilia mkono hadi mwisho wa safari hiyo ya maumivu. Ilikuwa inaumiza, sababu kukubali peke yake ilikuwa ni vigumu, na familia pia wakubali, ilikuwa ni ngumu lakini nime wao pia wamekubali, mimi nimekubali, nimeanza matibabu. Anakumbuka vyema chanzo cha ugonjwa wake, uraibu na sasa anatoa tahadhari kali kwa jamii, hasa vijana, kuepukana na tabia iliyomgharimu miaka miwili ya maisha ya adalati. yes. sigara eh, miraha tumbaku. Kwanza tumbaku ndo sana wanatumia wana So, na washawishi tafadhalini, muachane na hizo vitu, na tafadhali, ukiona signs yoyote usistuke, saratani iko na matibabu. Cha kutia moyo ni kwamba Abdirizak alipata matibabu haya papa hapa Garissa, katika kituo ambacho ni miongoni mwa vituo tano pekee nchini Kenya vinavyotoa huduma ya matibabu ya saratani kwa teknolojia ya kisasa. Vifaa vinavyotumika ni vya kiwango cha juu na wataalam wanasema ni teknolojia mpya inayohitaji ujuzi wa hali ya juu na umakini mkubwa.

Ruth Kabata Munwa, mama kutoka kaunti ya Kitui, amelazimika kusafiri mamia ya kilomita hadi kaunti ya Garissa kutafuta matibabu ya saratani. nikija nikianza matibabu sa hii niko Mm. nilikuja nikaweka kem, nikamaliza kem, nikoja nikaanza kuchoma, sa hii ninaendelea na kuchoma. Takwimu zinaonyesha kuwa saratani ya umio au esophageal cancer ndiyo inayoongoza kaskazini mashariki kwa asilimia 44, waathiriwa wakiwa kati ya umri wa miaka 20 hadi 65. Saratani ya titi inafuatia kwa asilimia 23. Hospitali ya rufaa ya Garissa inasema visa vya saratani vilivyoripotiwa mwaka huu ni zaidi ya 850. Madaktari wanasema ipo haja ya kuhamasishwa jamii kuhusu hatari hiyo. What we need as a... The people of treatment has got a lot of implications. Kwa sasa, Abdirizak amerudi kwenye hali yake ya kawaida akiwa na tabasamu ambalo hakuliona kwa muda mrefu. Anapanga kusafiri hadi taifa la India kuendelea kuboresha afya yake na kuanza ukurasa mpya wa maisha. Hamza Yusuf kwenye makala ya siha mipakani, kaunti ya Garissa na